Diwani wa kata Kaloleni Nasibu Abdalla Mariki ameutaka Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi UVCCM katika kata yake kujibu mapigo kutoka kwa wapinzani hususan ni Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wanapoyazungumzia vibaya mafanikio ya serikali ya awamu ya sita. Akizungumza mnamo tarehe 18 Aprili 2025 katika hafla ya kukabidhi sare 18 kwa UVCCM Kaloleni zilizoghalimu kiasi cha shilingi laki 5. Nasibu Abdara Mariki amesema ameona ni vema kuwageukia vijana na kuwasaidia ili kuongeza ari na hamasa ndani ya kata yake. Mimi, mimi ninajisikiaga vibaya sana pale ambapo unakuta mtu labda mtu wa Chadema anaongea jambo la kukrashi yaliyofanywa na viongozi wa CCM. Alafu vijana wa CCM wamekaa kimya, na wakati mwingine, kama mnataka kuwasapoti hivi, si mnaona hata kwenye grupu kule wakati wengine kama mnataka kuwasapoti yale ambayo wanayakashi. Sasa sio malu, madhumuni ya umoja wa vijana madhumuni ya umoja wa vijana ni kuhakikisha kama kuna jema limefanyika kwenye kata mlitangaze, kama kuna jema limefanyika kwenye jimbo mlitangaze, kama kuna jema ambayo yamefanywa na Dokta Samia Suluhu Hassan muyatangaze. Na ndiyo maana kwenye chama kuna mtu anaitwa katibu mwenezi wa tawi, katibu mwenezi wa kata, wilaya hadi taifa. Unafikiri wale majukumu yao nne ni, ni kueneza siasa safi ya Chama cha Mapinduzi na utekelezaji wa ilani wao. Ndio wasemaji wa utekelezaji wa ilani, lakini chama kilienda mbali zaidi kikaanzisha idara ya hamasa kwenye umoja wa vijana. Ukisema katibu hamasa wa tawi kwenye vijana ni sawasawa na katibu mwenezi wa tawi kwenye chama. Ukisema katibu hamasa wa kata kwenye vijana ni sawasawa na katibu mwenezi wa chama Ndazi ya kata, majukumu yao ni nini? Ni kuhakikisha wanaeneza yale yote ambayo yamefanywa na serikali ndani ya kata ndani ya tawi. Kwa hiyo katibu hamasa wa tawi unatakiwa ujue ni mambo gani yamefanyika pale kwenye tawi lako uyatangaze, na katibu hamasa wa kata unatakiwa ujue ni mambo gani yamefanyika kikata uyatangaze. Kwa kukaa kimya, maana maana yake mnawapa mna wapinzani nafasi ya kuponda lakini, lakini mimi niseme tu kwamba vijana tembeeni kifua mbele, wasiwatingishe tingishe hawa yeah. Eh, tuwaimarishe vijana hawa yeah. Eh? Wako watu wanakaa, vijueni pale, wanapiga mkwara nao wanatingishika, wanatingishika nini? Nchi yako umeishika wewe, hamna <laughs> Eh? Kutingishika wakisema na wewe jibu. Aidha, diwani Mariki ameendelea kusema UVCCM Kaloleni imekuwa mfano wa kuigwa katika wilaya ya Moshi hivyo kuunga mkono jumuiya hiyo ni kuendelea kuimarisha chama kuanzia ngazi ya mtaa, kijiji, kata, tarafa, wilaya, mkoa na taifa kwa ujumla. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi niseme tu, kutoa ni moyo. Mimi nimekuwa nikifuatilia wilayani umoja wa vijana kwenye kata yetu wanasifika saoro. Ni, ni, ni, ni, ni shahidi pi, pindi wanapohitajika kwa tukio lolote la kiwilaya kwa tukio lote la ugeni wa kitaifa, umoja wa vijana kata ya Kaloleni wako mstari ya mbele sana na wanasifika sasa. Kwa nini mimi nisiwaimarishe hapa ndani? Kwa upande wake, mwenyekiti wa UVCM, kata ya Kaloleni Mohamed Mwaisange amesema, inadhirisha kuwa diwani huyo ni mwaminifu kwa chama chake na yuko tayari kuwekeza rasilimali zake binafsi kwa maendeleo ya jumuiya zake kama alivyofanya kwa UVCCM. Naomba nikiri hili na niliongea kutoka moyoni mwangu kabisa. Harakati zinazofanyika ndani ya kata ya Kaloleni juu ya umoja wa vijana, juu ya umoja wa vijana ni harakati kubwa sana. Yaani, kuna levo ambazo sisi tunaweza tukajivunia tumefika, ambazo hata kuna baadhi ya wilaya nyingine hawajafika levo hizi ambazo sisi tunazifikia mafanikio ambayo tumeyafikia kwenye umoja wa vijana wa Kaloleni ni mafanikio makubwa sana. Mheshimiwa Diwani amekuwa anatusapoti sana kwa kila jambo ambalo tulimekuwa tunakwenda kwake, Mheshimiwa Diwani amekuwa anatusapoti sana, sana sana sana. Hakuna jambo la umoja wa vijana ambalo mimi kama mwenyekiti lilifika kwangu nikampelekea Mheshimiwa Diwani Mheshimiwa Diwani akalireject kwa namna yoyote. Yaani, akalikataa kwa namna yoyote. Amekuwa ni mtu wa kututia moyo, mtu wa kutusupport pale tunapohitaji support yake. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Diwani. Wapo madiwani wengi, wapo madiwani wengi, na wengine wanasifika kwa ukwasi walionao, yanaongelea kwa uwezo wa pesa ambao wanao lakini diwani wetu ni mwananchi wa kawaida sana, ni mtu mdogo sana, ni mtu ambaye kipato chake ni cha kawaida sana. Hatusikii mahali yakiimbwa kwa sababu ya kipato chake, lakini tunashukuru kwa hicho kidogo ambacho mheshimiwa diwani anakipata. Amekubali siku zote kukishare na, na vijana naomba niseme mara ya kwanza wakati tuna, tuna, tuna ndio tumekuwa viongozi, tumechagua baraza la Umoja wa Vijana wa kata Kaloleni, tulipata shida. Kwa nini? Viongozi, makatibu na wenye viti wa matawi wanafika kwenye vikao hawana sare, tukaumiza vichwa ni jinsi gani tutawapatia sare. Unajua, ukweli usiopingika kijana ni mwepesi sana kuondoka kwenda mbuyuni kununua jinsi yake kununua t-shirt yake lakini ni ukweli usiopingika pia kijaa kijana ni mgumu sana kutoa hela yake hata kununua kofia ya chama. Tukio hilo limetoa taswira ya diwani huyo kama kiongozi anayejitolea na mwenye moyo wa kusaidia, hivyo kuimarisha imani yao kwake. Wakizungumza baada ya tukio la kukabidhiwa sare hizo kwa UVCCM Kaloleni, wamekiri kitendo hicho kimewapa kujiamini na sasa wanaweza kutembea kifua mbele katika kukimarisha chama chao tu. Tunamshukuru mheshimiwa diwani kwa kutupa hizi sare, kwa kweli tumefurahi, kwa sababu mwanzo watu ka kwenye vikao tunakuja tofauti tofauti, huyu kavaa sare, huyu ajavaa sare, tunakuwa hatupendezi. Na tunamshukuru sana na tunamwombea kwa Mungu azidi kumpa afya njema na miaka mingi ya kuendelea kukiimarisha chama chetu cha Mapinduzi. Kimeongezeka juhudi amasa kwa vijana kujitolea, maana kijana unaweza kumwambia twende a, unahitajika kwenye chama sehemu fulani akakwambia sina sare. Kwa sisi sasa hivi tuna sare, unaweza ukaitwa sehemu fulani kwa hamasa kubwa na ukajitoa kwa hamasa kubwa na ukavaa sare kakupita innanilii mtaani, kila mtu akuone kwamba mimi ni mwanachama CM. Kwa majina naitwa Mariam, na nafurahi sana kushona sare hizi kwa sababu zinatufanya tuwe na nguvu na afya nzuri kwa ajili ya kutumikia chama vizuri. Naitwa na Zaolo Saidi Mipango, mkazi wa Karoleni. Kata yetu hii ya Karoleni, tumepewa msada wa sare kwa umoja wa vijana kata ya Karoleni, kwa hamasa tulioionyesha kipindi tulikuwa kambini na kwenye uchaguzi mdogo wa serikali za mitaa. Na kwanza tunamshukuru sana ndugu yetu diwani au kiongozi wetu diwani Nasibu Mariki kwa kushonea hizi sare na tutakuwa na moyo wa kujitolea katika kipindi cha kampeni zinazofuata. Hatua ya diwani Nasibu Abdalla Mariki kujitolea sare kumi na nane kwa UVCCM wa kata yake kunapeleka ujumbe kuwa CCM ina mtandao na nguvu za kiuchumi hata kwenye ngazi za chini, jambo linalowalazimisha wapinzani hususan Chadema kubuni mbinu mbadala za kuwafikia wananchi. Aidha, hatua hiyo inatuma ujumbe kuwa viongozi wa CCM wana ari ya kuimarisha chama chao hata nje ya majukumu yao ya kawaida, pia kuongeza heshima na mvuto ndani ya chama.